Timu ya Mbao imesema baada ya kuondoa Yanga katika mchezo wa nusu fainali ya kombe la FA ni nafasi muhimu kwao kulipa kisasi cha kufungwa mara mbili na Simba msimu huu. Kocha mkuu wa Mbao FC Etienne ndaira gije amesema anarudi katika maandalizi ya kujiandaa na mchezo wa fainali akianza pale walipoishia katika mchezo wa mwisho walipokutana na kufungwa kwa mabao matatu kwa mawili. Sasa unaenda fainali, unaenda kukutana na Simba ambayo ilikufunga katika dakika ya 93. Hii unaichukuliaje image? Kama hisi ulisema mm. Tunajua kwenye krisia, tunajua rihi, tunajua kwenye tuna imani tena kuongezea mm. Najua kama ni final itakuwa itakuwa kabisa bora zaidi kuliko niitakua kabisaboa. Unafikiri Yanga walikuwa wadhaifu wapi leo mpaka unashinda mchezo? Leo hawakuwa wadhaifu walikuwa vizuri tu tu tu, ni ile Mungu atubariki, hakuna leoawakuawafuwli okay naye nahodha wa Yanga Nadir Harub Kanavaro amesema licha ya kupambana na kufanya mashambulizi makali katika mchezo huo bado walishindwa kukomboa bao hilo hatua ambayo imewaumiza Uh, mchezo ulikuaje kwa upande wenu? Uh, kwanza tunamshukuru Mungu tumeweza kumaliza salama. Na pili kwamba, na pili kwamba hapa pole mashabiki kwa Yanga sababu sababu sisi kwa sababu kila game tumeweka kwamba final, lakini tunawapongeza Mbao wameweza kutufunga, ila tumetengeneza nafasi nyingi sana atujaweza kuzitumia ni kuwepo na mimi mwenyewe pia nimetengeneza sichina na kaziil, lakini kusema kweli tumecheza mpira mzuri sana, wala amekuja kwa ajili ya defense, ila tu wamepata goli la bahati mbaya. Mila tu tunachotakiwa kwamba sasa hivi tunaangalia kwenye ligi kupambana na kutetea bongo wetu, kwa sababu bado tuna nafasi ya kushiriki mashindano ya kimataifa. Lakini kukosekana kwenu katika mchezo wa fainali na kushindwa kulitetea taji aa, ambalo obviously mnaenda kwenda kwenda kushindaniwa kwa Mbao na na Simba. Hi hii unaionaje na kwenu ni kwa nini? This is football, kwa sababu ndio jambo lishatokea. Siwezi siwezi siwezi nikasema kwamba nipange nipangue hilo, ndio ishatokea, na kinachotakiwa kwamba